Mafanikio ya kifedha yanaanzia kichwani. Kama haujarekebisha namna unavyoamini na kufikiria siku zote, matokeo utakayoyapata yatabaki kuwa yale yale. Ili uweze kufanikiwa, ni lazima uanze kuikamata kwanza fedha katika ulimwengu wako wa akili au katika ufahamu wako, na ndio maana Akili Plus Bookshop tumekuletea vitabu vipya ambavyo vilikuwa vimeisha vingine na vingine vipya tumevileta hapa dukani kwetu. Kuna kitabu kama hiki cha Joel Nanauka Nauka, moja ya waandishi wakubwa zaidi Tanzania, kinaitwa jinsi ya kusimamia na kukuza biashara yako. Utapata kitabu hiki kwa shilingi 10,500 tu. Kama unataka kujua jinsi ya kusimamia na kuikuza biashara yako ifike mbali, soma kitabu hiki kwa shilingi 10,500. Tunacho kitabu kingine cha Joel Nanauka maarufu sana, kinaitwa Timiza malengo yako. Kitabu kinaeleza zijue mbinu sitini walizozitumia watu maarufu kufanikiwa duniani. Mafanikio sio kitu kipya, wapo watu walifanikiwa miaka mingi iliyopita na bado watu wanafanikiwa miaka ya sasa. Zijue mbinu walizozitumia watu waliofanikiwa kufanikiwa, na kama utazijua na kuziishi hakuna kitakachokuzuia kupata matokeo walioyapata watu waliofanikiwa. Tuna kitabu kingine cha Joni na Nauka kinaitwa Ongeza kipato chako. Hiki chatimiza malengo yako ni shilingi elfu kumi na tano. Ongeza kipato chako ni kitabu kizuri sana pia kitakusaidia kujua namna gani unaweza kuongeza kipato. Ndani kitabu hiki mwandishi amezungumzia e, njia tofa, aina tofa tofauti tofauti ya vipato. Utajifunza mambo ya vipato kwenye hisa, utajifunza vipato kutokana na biashara na aina nyinginezo za vipato. Pia kuna kitabu cha nidhamu ya fedha. Watu wengi mnasumbuliwa na nidhamu ya fedha. Soma kitabu hiki ujifunze nidhamu ya fedha, nidhamu ya matumizi ya fedha, utumie pesa zako kwa akili na sio kwa hisia, na nidhamu ya kutunza fedha zako, huo na utaratibu uliojiwekea wa kuweka akiba. Tunavyo vitabu pia vya waandishi wengine kama kocha Makiritamani, huyu ni mtaalamu wa fedha aliyeidhinishwa na benki kuu ya Tanzania. Ameandika kitabu kinaitwa elimu ya msingi ya biashara, anakwambia jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara yenye mafanikio makubwa. Humu ndani utajifunza mambo mengi, kuanzia usajili wa biashara, utajifunza mambo ya kampuni, utajifunza mbinu za masoko, utajifunza pia jinsi ya kutenganisha biashara yako na wewe kiutendaji na kifedha. Usitumie fedha za biashara kwa matumizi binafsi, na usitumie fedha binafsi kwa matumizi ya biashara. Utakipata hiki dukani kwetu kwa shilingi elfu ishirini. Tunacho kitabu kingine pia cha huyu huyu mwandishi kinaitwa elimu ya msingi ya fedha. Ndani humo utajifunza mambo mengi kuhusu fedha. Hiki binafsi ni moja ya vitabu bora sana kuvisoma kwa hapa Tanzania. Ni kitabu kizuri sana, anaeleza maarifa sahihi yatakayokufikisha kwenye utajiri na uhuru wa kifedha. Hutajifunza maswala ya mtazamo sahihi, uhusiano uliopo kati ya mtazamo wako juu ya fedha na utajiri wako Attitude. Yani, mtazamo wako ni muhimu kuliko uwezo ulionao. Unaweza kuwa na uwezo mkubwa wa kufanikisha mambo makubwa kwenye nchi na duniani kwa ujumla, lakini ukaishia kuwa wa kawaida kwa sababu ya mtazamo wako. Soma kitabu hiki, ni shilingi elfu ishirini tu. So, tunacho kitabu kingine cha mwandishi huyu kinaitwa mvua ya wateja. Hii kitabu kinaeleza mbinu e, 100 za uhakika za kupata wateja wengi kwenye biashara yako. Huu kuna mbinu mia, yani kuna mbinu za kizamani na kuna mbinu za kisasa, na mbinu hizi zinaweza zikatumika kwenye kila aina ya biashara mpaka kwenye makampuni. Soma kitabu hiki cha mvua ya wateja, uwe na wateja wengi kama mvua. Tunacho kitabu kinaa cha hiki nacho elfu ishirini, cha mwandishi huyu. Tunacho kitabu kinachoitwa tabia za kitajiri. Kuna tabia za kitajiri, unajua maskini na matajiri wanatofautiana. Kuna tabia zaidi ya mia tatu ambazo wanatofautiana, utafiti ukifanyika ulibaini hivyo, lakini kuna tabia ambazo ukiwa nazo unaanza kuvuta utajiri. Eh, taratibu unaanza kuvuta utajiri. Utajiri ni tabia. Utajiri si zaidi ya tabia. Yani utajiri ni tabia. Unapomwona mtajiri na maana kuna tabia nazo. Unapomwona mtu ni maskini kuna tabia nazo zinazomfanya aendelee kuwa maskini. Kitabu ni shilingi elfu ishirini. Kitabu kinaelezea tabia za kuishi kila siku ili kupata utajiri na mafanikio na furaha kwa sababu elfu moja inaweza ikaleta mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yako. Hiki kinacho ni shilingi elfu ishirini. Karibu sana bwana. Vitabu hivi vinapatikana dukani kwetu Akili Plus Bookshop. Tunavyo vitabu vya Kiswahili kama nilivyokutajia vingi, vingi. Hivi ni baadhi tu, na tunavyo vya Kiingereza vya waandishi mbalimbali duniani kama Seven Habits of Highly Effective People. Tunavyo vitabu kama Sell Like Crazy, The Making of a Manager. The psychology of, uh, of selling, yani tuna vitabu The Roots of Wealth, tunao vitabu vya fedha, biashara na mafanikio. Tunavyo vitabu vya Kiingereza na tuna vitabu vya Kiswahili, tunavyo vya leadership, tunavyo vya mahusiano na vingine vingi. Karibu sana dukani kwetu Akili Plus Bookshop, piga namba za simu unaziona katika skrini ili kupata vitabu, au 0744 126640 duka letu lipo Savei, karibu na Mlimani City. Popote ulipo nchini Tanzania tunaweza tukakufikishia tukakufanyia delivery, na Dar es Salaam tunafanya delivery na watu, hata nje ya Dar es Salaam, nje ya Tanzania unaweza ukapata vitabu. Karibu sana bwana kwa vitabu.